Bwana Yesu asifiwe. Natumaini mko salama popote mlipo leo. Kwa Biblia neno la Mungu tutajifunza Kumbukumbu la Torati tano mbili hadi tatu. Bwana Mungu wetu alifanya agano nasi katika Horebu. Bwana hakufanya agano hili na baba zetu, bali na sisi, yaani sisi sote tuliopo hapa tu hai. Neno la Mungu linatufundisha neno la Mungu lilipokuja katika maisha yetu ufahamu, ujumbe, heshima, hekima, upendo, umoja, matendo mema, matendo mazuri. Agano ya Mungu ilivyokuja kwetu, ilikuja kwa sisi sote ambao tu hai. Kuna wale ambao huwa wanatenda matendo tofauti wakiambia, wakiambia wazazi wao wakati wao ilipita, ni wakati wao sasa. Ni kizazi ambacho wanasema ni kizazi ambacho sisi tumezaliwa, ni wakati wetu sasa. Neno la Mungu linatuelemisha na kutueleza, neno la Mungu lilikuja agano lake kwa sisi sote ambao tu hai. Kuna yale mambo ambayo inastahili tuwe kwa umakini sana, kila tuyanenayo, kila tuyatendayo katika maisha yetu, kwa maana wazazi wetu hawa wali kupitia mafunzo ya Mungu na sisi, hayo mafunzo ya Mungu ndio ambayo tena saa hizi tunapitia. Haikukuja tuseme ah, ni Wakristo ndio sasa wanatafuta hiyo agano. Hapana, ni wa ni watu ambao wanatafuta Mungu hiyo agano hapana. Agano la Mungu lilikuja kwa sisi sote ambao tu hai. Kuna mema ambayo Mungu alitukusudia tutende, na kuna yale ambayo Mungu alikusudia tupitie, na kuna yale ambayo Mungu alikusudia tufate njia kwa ajili ya utukufu wake, na tuishipo duniani tuishi kwa nuru na uokoaji wa uokoaji ambayo alituma Yesu kwa ajili ya kutoka katika maisha yetu. Neno ambalo linatupata katika maisha yetu ni neno la uokoaji kati katika njia zetu vilivyo vyetu walio wetu ili tukatokee kukuwa uzao iliyookolewa tuishipo duniani. Hakuna cha kusema neno la Mungu ni neno la Wakristo peke yake au neno la Mungu ni wa watu ambao wanatafuta Mungu peke yake. Hapana, ni sisi sote tujukumike kuikimbilia na kusikiza na kufata kwa wakati faayo, kwa wakati Mungu atakayo, kwa wakati Mungu atuitapo, kwa wakati Mungu apazapo sauti yake, kwa wakati ambapo Mungu anatuma wajumbe wake, kwa wakati ambao Mungu amepanga si tukutane na neno lake, ni wakati ambapo ni sisi sote tunajukumika, ili tukahesabikie kwa uokoaji ambayo Yesu alikuja nayo, ili tuka, akaweze kutuokoa nafsi zetu maisha yetu tuishipo hapa duniani kwa mema yake, kwa ukuu wake tukapate uokoaji wake. Agano la Mwenyezi Mungu, tusitende maovu tukisema mababu zetu walimaliza yao, ni wakati wetu sasa. La asha, Mungu agano lake ni kwa sisi sote, tukayatende mema, tukayanene mema, tukayeneze mema popote tukaapo tukatokee kwa mfano wa matendo ivutiayo mbele za Mwenyezi Mungu. Mbarikiwe.